Wa kwanza kuvumbua kalamu duniani ni Adris alaihi ssalam. Bila kalamu hakuna elimu na bila elimu hakuna maendeleo, kwa sababu kalamu ndiyo inayohifadhi elimu. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kalamu ndiyo mwanadamu amepiga hatua. Hazrat Adris alaihi salam ndiye mwanadamu wa kwanza aliyetumia kalamu. Katika kitabu cha Albidayatu wa Nihaya juzuu ya kwanza ukurasa wa 92 Imeelezwa kuwa Idris alayhi ssalam ndiye mtu wa kwanza aliyeanzisha njia ya kuandika na kutumia kalamu. Jinsi gani kalamu hii ni muhimu! Siku hizi tumeinyang'anywa, tumepewa kompyuta ili mtumie tu Kiingereza, lakini katika Islam kalamu ina umuhimu mkubwa. Unaweza kupima kutokana na ukweli kwamba katika Quran majid wetu kuna sura, jina la sura hiyo ni Suratul Qalam. Allah tabaraka wataala amechukua kipawa cha kalamu katika Qur'an tukufu, katika Qur'an tukufu Suratul Alaq, al Allah tabaraka wataala ametangaza alladhi 'allama bil qalam, yule Allah ambaye amekufundisha kupitia kalamu. Basi kalamu iliumbwa kwanza na Allah taala, baada ya hapo alimfundisha nabii wake Idris alayhi ssalam. Baadhi ya maonyo ya Idris alayhi salam ni kwamba mwenye bahati ni yule anayejiangalia ndani yake na mbele ya Bwana wako, mapendekezo yako bora ni matendo yako mema, na muumini anapoonyesha subra juu ya shida anakuwa mrithi wa mafanikio. Ufafanuzi wa Kurtubi pia umeandika hivi kwamba Idris alayhi salam ndiye wa kwanza aliyeandika kwa kalamu. Kwa mara ya kwanza alivumbua njia ya mavazi kwa watu. Awali watu walifunika miili yao kwa jani au kufunga ngozi. Yule aliyovumbua ngoo duniani pia ni Hazrat Idris alaihi salam. Kwanza alitengeneza uzi mweupe na akachukua nyuzi mbili na akaunganisha nyuzi zote mbili, kisha akafanya mishono. Alipofanya mshono mmoja, engesema subhanallah, kisha akafanya mshono wa pili na kusema subhanallah. Vile vile kwa kila mshono mmoja Idris alayhi salam engesema subhanallah, na akatengeneza ngoo kutoka kwenye uzi subhanallah. Basi ningependa kusema hivi. Ndugu yangu na dada yangu wanaweza kuwa wanasikiliza, wakati wote unaposhona kifungo au kushona nguo, basi ifufue hii mitando na useme subhanallah kwa kila mshono, kwa sababu hii ni desturi ya Idris alayhi salam. Je